Yep, karibu tena kwenye channel ya kupendwa ya Rajab Synic kama mara ya kwanza kutazama video yoyote kupitia Rajab Synic. Kumbe tu usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare video hii. Leo nakwenda kujibu swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, Je, unaweza kutuma pesa kutoka Tanzania kwenda Kenya kupitia mtandao wa Halotel? Hili swali nimekuwa nikiulizwa hasa WhatsApp, na kwenye comment kwa baadhi ya platform zangu. Sasa leo nakwenda kulijibu swali hili e, hadi sasa bado mtandao kama mtandao wa Halotel haujaweka wazi au, kawazi, au kwenye, kupitia app yao ya My Halo au zile kodi zake yani nyota mia hamsini nane nane hakuna option ya kutuma pesa kimataifa yani kwenda nchi nyingine kama ilivyo mtandao wa Tigo na Vodacom. So ndo nimekujuza hapo ili ufahamu tu kama utahitaji kutuma pesa kutoka Tanzania kwenda Kenya kwenda Kongo na sehemu nyingine, nyinginezo itabidi pesa yako uihamishe kwenye mtandao wa Tigo ama Voda ambao ndio mitandao rahisi kutuma pesa kwenda katika hizo nchi na nchi nyinginezo. Ni kuombe tu kama mara kwa kwanza kutazama video yote kupitia Rajab Synic, kusubscribe, ku like, comment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki. Hapa nitakusanua mengi. Usisite kuuliza swali kwenye comment, uliza swali lolote kuhusu teknolojia, uliza swali lolote kuhusu stage nitakusaidia. Lakini pia namba yangu hii hapo kwa huduma yoyote ya matangazo. Au okay, kiutaji usaidizi wow, wowote, naomba nikutakie siku njema bye bye.